Vijana wengi ambao mlitembea kidogo ukienda maeneo mengine kwenye mikoa mingine fananisha hali ya hewa ya Njombe na hali ya hewa aidha ya Singida, hali ya hewa ya Shinyanga, ni vitu viwili tofauti. Huku kija kila kitu, kitu kinawezekana kufanya. Kwa wale vijana wa Njombe ni waombe zile fursa za uchumi tuzikamate, wala tusilegee, tuzikamate kama ni ni miti, acha miti tuwe na mashamba ya miti. Kama ni biashara, acha tuwe na biashara, na mimi nitaendelea kuhakikisha kwamba ndiko pamoja na ninyi vijana wa fursa. Tunazo, hali ya hewa yetu ni fursa, kilimo chetu cha ni fursa tujue kwamba sisi tulioko humu ni wazalendo au sio wazalendo? Uzalendo sisi, lugha yetu ni Kiswahili hii. E, Kiswahili hiki ndio lugha yetu sisi wa Tanzania, inabidi kija uwa tuitetee kwa namna yoyote, kwa gharama zozote. Lakini maongezi ya watulio wengi bila kusema yes, ah no, yes no, namna gani? si mnaona eh? Sasa eh, huyu kiuzalendo amesha hama Unaweza ukapigiwa simu na mzungu yuko Marekani, bahati nzuri tutakwambia jambo, lakini wewe badala ya kuendelea jambo habari gani, utamwambia jambo how are you. Yaani umeisha hama kwenye uzalendo wa lugha yako ya Kiswahili, unaenda kwenye lugha yake kule, naye anakushangaa. Tunaelewana eh? Kwa hiyo hii dhana ya uzalendo, ukitazama kwa haraka haraka unaweza usielewe, lakini ukienda ndani sana unapata picha halisi. Kama mbunge, niliona ni jambo la heri kushughulika e, na vijana kama ambavyo nimeahidi mimi mwenyewe katika kampeni zangu kwamba nitajishughulisha sana na vijana kwenye kipindi hiki cha miaka mitano inayokuja. Tumeshughulika na barabara, tumeshughulika na maji, tumeshughulika na maji, tumeshughulika na ma ma ma zahanati, tumeshughulika na hospitali. Kipindi hiki ni cha kushughulika na maisha ya vijana uitumie siku hii vizuri zaidi, tuone kwamba tuburudike. Ma tunasema sikukuu ni siku cha kukaa pamoja, kula, kunywa, kucheza, lakini nikaona tuongeze kitu kingine, isiwe tu kula na kunywa, tuongeze na kitu kingine, iwe ni elimu. Kwa hiyo e, tukio la leo, ioni ya leo, usiku wa leo, naniyofanyika leo ni usiku wa kei kunywa, kei kula, kei kucheza suusana viongozi wote ambao wamekuwa hapo ndani ya ukumbi wataalamu mbalimbali wajakutoa elimu mbalimbali kuhusiana na uchumi, uzalendo wa nchi, elimu zaseupabanaji na ukatili wa kijinsia masuala ya itifaki, usalama. Haya ni mambo yote yanayohusu vijana na huu mpango utakuwa ni mwendelezo wa kuendelea kuwahusisha vijana katika kuwapa elimu zaidi, lakini katika kutafuta njia mbalimbali za kuwawezesha kiuchumi. E, maelekezo ya, ya, ya chama cha Mapinduzi ni kuhakikisha kwamba sasa vijana tunawapa mambo mpya, lakini vilevile tunawajengea mifumo ya kuweza kujikomboa zaidi kiuchumi. Naitwa Crispin Bernard Kalinga, katibu wa mbunge wa jimbo la Njombe mjini kimsingi mbunge wa jimbo la Njombe mjini Mheshimiwa Deo Mwanyika ameona eh, asherehekee Christmas hii na vijana wa jimbo la Njombe mjini haswa kwenye kata hizi tatu: Mji Mwema, Njombe mjini pamoja na Ramadhani. Lakini kwenye mafunzo eh, kwenye, kwenye, kwenye sherehe hizi akaona ni vyema aunganishe na swala zima la elimu kwa vijana haswa elimu ya masuala ya uchumi kwa maana ya ujasiriamali. Lakini pili, ameona ana kila sababu awape elimu vijana ya masuala ya kiuzalendo wa nchi yao, masuala ya kiusalama, masuala ya ukatili wa kijinsia, lakini pia masuala ya ulindaji wa mazingira yanayotuzunguka na, na, na, na mpango mzima wa kuepuka moto ambao e, sio wa lazima ambao unaweza kuathiri e, mimea, lakini pia mazao ya, ya kibiashara. Uh, kwanza kwa majina anaitwa Elia Kevin, lakini cha kwanza cha muhimu ambacho tumechukua kama vijana ni kuweza kupata elimu e, tumeweza kupata elimu ya ukatili wa kijinsia vijana wengi wameweza kuelimika na kufahamu nini ambacho kinatakiwa kufanyika katika jamii. Lakini pia e, walikuwepo askari wa zimamoto hapa pia, nao wameweza kutupa elimu na tumeweza kujifunza e, mambo mazuri kweli kweli ambayo yapo kwenye masuala ya zimamoto. Wengi tulikuwa tufahamu nini ambavyo vipo kwenye kwa jeshi la zimamoto lakini tumeweza kufahamu leo kwa hiyo, tumeweza kufaidika na vitu kama hivyo. Kama vijana, cha kwanza ni furaha e, kwa sababu vijana kama unavyoona tupo hapa na tumekusanyika wote kwa ujumla, tumepata sehemu ya kukaa pamoja na kuweza kubadilishana mawazo, lakini pia kuweza kuendeleza sherehe yetu. Lakini kwa hilo, tuseme kwanza tunamshukuru Mheshimiwa Mbunge. Vijana wanakwama kwa jina naitwa Bonifasi Kenani Mwafuliwa. Kwa upande wangu, mimi naona vijana wengi wa hasa wa Kitanzania wanakwama, wanaanzisha mitaji yao, wanaanza shughuli zao vizuri, lakini wanakwama kwa sababu hawafanyi utafiti mzuri kuhusiana na shughuli ambayo wanaifanya. Baadhi yao pia huwa wamekuwa wakiigana yani, unakuta anaiga biashara mwenzie pasipo kujua kama mwenzie ile biashara amefanyia utafiti wa namna gani. Kwa unakuta anaanza kufanya kazi kwenye shughuli yake, anaenda nayo baadaye, kwa sababu tu hajajua mahitaji ya watu hajahitaji hajajua changamoto za eh, shughuli yake binafsi anayoifanya, kao unakuta mwishowe anakuja anafeli kwenye, kwenye shughuli yake. Kwa hiyo ni moja kati ya changamoto kubwa sana vijana kutoangalia hiyo biashara ina changamoto gani, eh, api, ina faida iko wapi na vitu kama hivyo, kimsiki ufupi ni eh, kufanya utafiti wa biashara yake husika vijana hmm, okay, wengi wa kitanzania wamekuwa wakikwama kwa sababu hawafanyi utafiti juu ya biashara ambayo anaianzisha. Na wengine unakuta ameiga kwa mwenzie, ajui mwenzie labda alitu alifanya utafiti wa aina gani, kwa maana ameangalia ame, ame mahitaji ya wananchi ni nini, ah, oh, mahitaji ya wananchi eh, soko liko wapi, changamoto ziko wapi, wenzie ashafahamu. Yeye hivyo vitu vyote hajaviangalia kwao, anaenda tu kwenye biashara kwa sababu na mtaji, anaanza mwisho wa siku mtaji wake unakufa. Kwa hiyo imekuwa changamoto kubwa sana kwao, pengine vijana wamekuwa anafanya utafiti wa biashara yake, akajua mahitaji, akajua changamoto isingekuwa inaleta changamoto kwa maana kufa kwa mitaji.